Hii nyumba isikuja kuisha kama pasta ama youth assembly ama kasisi ama mama assembly, mama region, karani ama hata mshiriki, kabla hajashika mkono wake hapa. Kwa ile ile ripoti ambayo tumeomba viongozi watoe, tunaomba viongozi watoe, waendelee kutoa sadaka takatifu kwa ajili ya huu ujenzi, na mimi najua tukiweka nguvu yetu yote pamoja hakuna kitu kitatushinda kufanya hapa. So vijana mwe kwa mstari wa mbele kuona ya kwamba history yenu ndani ya ADC itasemekana nyinyi ndio mmejenga e, wakati muko katika uongozi wenu nyinyi ndio mmejenga. Kwa hivyo tunaomba washiriki wa African Divine Church, viongozi wa African Divine Church, tunaomba marafiki wa African Divine Church akiwemo hata rafiki huyu wetu kutoka kule Uingereza. Unataka kabisa tuone kila mmoja wetu anabarikiwa kwa sababu ya matoleo, kutolea Mungu sadaka. Mungu hupenda wale wanaojitoa katika matoleo. Kwa hivyo ni ombi langu kwa viongozi wa African Divine Church wasichoke kuunga mkono mission. Mission hii ni mission yenu. Msiwache misheni irudi nyuma, msiwache misheni ikose maendeleo, msiwache misheni igawanyike. Tunataka kabisa kanisa liendelee kuwa pamoja, ndipo sasa miradi kama hii iweze kumalizika vizuri. Nyumba hii kwa sasa, hii tumetumia hapa milioni 30 na nyumba hii inatakana sasa imalize milioni themanini na tano. Yeah, so unaona bado tuko na kibarua cha kutafuta milioni 55. tano katika kukamilisha ujenzi wa nyumba hii, na hii nyumba ikiisha, shida hizi mnaona tuko nazo hapa yeah. yeah. na ndio itasaidia hata vizazi vile vijavyo, ibaki tu sasa nakupaka nyumba na wao kushughulika na maendeleo mengine. So si vizuri tukae tu na tukose kufanya maendeleo. Hapana, lazima tushike mkono maendeleo haya, hata wale ambao watakuja nyuma yetu waje na misingi ya kufanya tena maendeleo mengine. So itakuwa ni jambo ambalo ni vizuri sana marafiki askofu, pamoja na dakta Padwick, ya kwamba tuendelee kuombea kwa nyumba hii ya kuomba misaada bila ya kuchoka. Kwa hiyo e, nimefurahi vile metembea hapa, mjione na ya kwamba bado tunahitaji. Kwa hiyo mkisikia tukichumana watu kule nje, mtusaidie ya kukomandi kanisa. Hapana, toa kile ulicho nacho ili kiweze kutenda kazi, na hii nyumba ninajua itawaletea baraka nyingi e, sana. milele kwa hivyo askofu za kubali okay. toe ombi yapa daktari wetu daktari bless us this members okay. okay. to continue giving so okay. that we come up with